Na Wizara ya Elimu nchini imetakiwa kufanya mabadiliko katika mtaala wa shule za msingi na za upili ili kuona kuwa wanafunzi wanapata elimu bora pindi tu wanapomaliza masomo yao. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Nelson Mzee, washikadau wa elimu wanaitaka wizara hiyo kuzingatia kuleta masomo yatakayoweza kuwapa wanafunzi elimu ya amani na utangamano ili kuzuia vijana kujihusisha na kujiunga na makundi yanayojihusisha na, na masuala ya ugaidi. Wizara ya Elimu nchini imetakiwa kuleta mabadiliko hayo ambayo yataweza kubadilisha mtaala ulioko kwa sasa kuwa bora zaidi. Washikadau hao wanaitaka wizara hiyo iongeze masomo ya amani na utangamano katika mtaala uliopo kwa sasa ili kuona kuwa wanafunzi wanapata masomo hayo ili wanapomaliza wawe wanazingatia swala la umoja. Mwenyekiti wa muungano wa NAT tawi la Kilindini Dan Alo anasema kuwa wizara hiyo inafaa kuzingatia swala hilo kwa haraka ili kuzuia visa vya vijana kujiunga na makundi haramu na pia kuisaidia kupunguza kwa ukabila miongoni mwa vizazi vijavyo siku za usoni. Alo, aidha, amepinga hatua ya kutaka kutolewa kwa mfumo wa sasa wa kutahini wanafunzi wa KCP na KCSE. Kwa upande wake, profesa wa chuo kikuu cha Pwani Ali Mshauri anasema kuwa Wizara ya Elimu yafaa kufanya mageuzi kwa mtaala ulioko wa sasa ili kuwafanya wanafunzi wajitegemee pindi tu wanapomaliza masomo yao ya upili. Kwa hivyo ni muhimu tuwe na continuous reform na ni muhimu tuwe na, na, na, na majadiliano dialogue ya kila mara kuhusiana maswala ya elimu. Jinsi gani tunatahini? Ni nini tunatahini? Ni elimu gani tunapeana watu wetu, tunapeana elimu gani ili watu wetu waweze kuchangia vyema zaidi katika, katika maendeleo. Aidha profesa huyo Anasema kuwa mfumo wa sasa wafaa kuwa na mpango unaoweza kuwafanya wanafunzi kuwa wa kujitegemea. Kwa hivyo lazima tuweze kutengeneza uh, zile tunaziita exit points zile njia za kila, kila stage kila level ya watoto wetu, wakipitia hiyo level wanapata njia za kuweza kufanya kozi fulani ambazo zinaweza kuwasaidia katika maisha. Nikiripotia habari za mwambao, mimi ni Nelson Mzee.